Marekani inajiandaa kwa uwezekano wa kuingia katika mzozo mkubwa wa kijeshi na Irani, huku ripoti mpya zikionya kuwa kampeni kubwa ya kijeshi ya wiki kadhaa inaweza kuanza hivi karibuni ikiwa mazungumzo ya kidiplomasia yatashindikana. Ripoti ya Axios ya Jumatano inanukuu vyanzo vya ndani vya serikali ya Marekani vinavyodai kuwa hali ya sasa ni hatari zaidi kuliko Wamarekani wengi wanavyotambua, na maandalizi ya kijeshi yanaendelea kwa kasi katika Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, kama vita vitaanza, operesheni hiyo haitakuwa shambulio la siku moja kama operesheni ya hivi karibuni dhidi ya Venezuela, bali itakuwa kampeni kubwa inayofanana na vita kamili inasemekana itahusisha mashambulizi makubwa ya anga, operesheni za majini, mashambulizi ya makombora, na operesheni za kijasusi dhidi ya miundombinu ya kijeshi na ya nyuklia ya Irani. Ripoti hiyo inaongeza kuwa huenda operesheni hiyo ikawa ya pamoja kati ya Marekani na Israel na itakuwa na wigo mpana zaidi kuliko vita vya siku kumi na mbili vilivyotokea Juni mwaka jana. Mazungumzo ya pili kati ya Marekani na Irani yalimalizika jana Jumanne, ambapo wajumbe wa Marekani wa Steve Witkoff na Jared Kushner walikutana na waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Arkich. Pande zote mbili zilisema kuwa kulikuwa na maendeleo katika mazungumzo hayo, lakini vyanzo vya kidiplomasia vimeeleza kuwa bado kuna tofauti kubwa kuhusu masuala muhimu ikiwemo mpango wa nyuklia wa Irani, kiwango cha urutubishaji wa uranium, ufuatiliaji wa kimataifa na kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Vyanzo kama The Jerusalem Post vimeripoti kuwa mapengo hayo bado ni makubwa na naweza kuifanya diplomasia shindwe kabisa. Makamu wa rais wa Marekani James David Vance alizungumzia mazungumzo hayo kupitia Fox News akisema Rais Trump bado anapendelea suluhisho la kidiplomasia lakini hawezi kusubiri bila kikomo. Vance alisema kuwa diplomasia inaweza kufikia mwisho wake wa kawaida, ikiwa Irani haitatoa mapendekezo yanayokubalika, na akasisitiza kuwa Trump ana chaguzi zote mezani, ikiwa ni pamoja na matumizi ya nguvu za kijeshi. Kauli hiyo imechukuliwa kama ishara ya kwamba Washington iko tayari kubadilisha mkakati wake ikiwa mazungumzo yatakwama. Wakati huo huo, Marekani imeendelea kuongeza nguvu zake za kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati kama sehemu ya maandalizi ya shinikizo dhidi ya Teherani. Zaidi ya ndege kumi za kivita za kisasa aina ya F-22 zimetumwa katika eneo hilo hatua inayokumbusha maandalizi ya operesheni ya awali ya kijeshi iliyoitwa Operation Midnight Hammer. Zaidi ya hayo, meli kubwa zaidi ya kubeba ndege za kivita ya jeshi la wanamaji la Marekani, USS Gerald R. Ford, iko njiani kuelekea Mashariki ya Kati, hatua ambayo wachambuzi wanaiona kama ishara ya wazi ya maandalizi ya vita vya kiwango kikubwa. Ripoti ya Axios pia inanukuu vyanzo vinavyosema kuwa ishara zote zinaonyesha Trump anaweza kutoa amri ya mashambulizi ikiwa mazungumzo yatashindikana. Ingawa baadhi ya maafisa wa Marekani wanasema maandalizi yanaweza kuchukua muda zaidi, wengine wanasema vita vinaweza kuanza mapema zaidi. Mshauri mmoja wa karibu wa Trump aliambia Axios kuwa kuna uwezekano wa hadi asilimia 90 ya kuona hatua za kijeshi ndani ya wiki chache zijazo, akisema rais anazidi kukosa subira na kwamba baadhi ya wa washauri wanajaribu kumzuia, lakini shinikizo linaongezeka. Maafisa wa Marekani pia wamedai kwa Irani imepewa muda wa wiki mbili kuwasilisha pendekezo la kina kuhusu mpango wake wa nyuklia na makubaliano mapya. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema hali hii inafanana na mwezi Juni, ambapo Trump aliweka muda wa wiki mbili wa kuamua kati ya kuendelea na mazungumzo au kuchukua hatua za kijeshi, kabla ya kuanza operesheni ya kijeshi siku tatu baadaye.